Chama wa chama hiki toka mwaka 2000 pamoja na kaka zetu meli na mashinda, poleni sana. Tutaendelea kuwa na hii familia katika kipindi hiki, hata watakaporudi Dar es Salaam. Tumetoa shada letu litakalo kwenda kulipendezesha nyumba ya baba ya muda mfupi, baba yetu Edwin Mtei. Neno kwa umoja wa wanawake Naamini kuna wengine ambao tumefuatana nao ambao tumekuja pamoja Dkt. Milamaba, niseme tu neno fupi ambalo kama umoja wa wanawake wamependa waliseme kwako. Kwanza wanapenda kutoa pole nyingi kwa dokta pamoja na familia yako, na pia vile vile wamesema sio pole tu, wamesema nizamoja za za Dar es Salaam tutaweza kuja kukuona na kutoa mkono wa pole neno la faraja. Singependa kurudia, ni by coincidence fanana na kikundi cha badawi. Niseme tu lilitoka kutoka Wathesalonike wa kwanza mlango wa nne mstari kumi na tatu na kumi na nne sitalisoma tena kwa sababu nimeshasoma na wenzangu. Basi nipende kusema Bwana ametoa na Bwana ametoa jina la Bwana lihimidiwe. Wake watakuja moja kwa moja kutoa heshima za mwisho mzee wetu Edwin Mtei. Kisha watakwenda kusalimia familia na kukaa eneo ambalo limeandaliwa. Tukimaliza itifaki hiyo, basi tutaendelea na ratiba kama ambavyo itatangazwa. Waandishi wa habari hapo kwenye ngazi hali ili Mheshimiwa Waziri Mkuu ataingilia hapo asalimiane na familia.